Mtazamaji wa Chivihi Media, hapa ni katika kijiji cha Msanga Mkuu kilichopo halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani Mtwara, ambapo leo hii fanya kazi wa halmashauri hii ambao wanafahamika kwa jina la Mtwara DC Dadas wamefika katika kijiji hichi na kufanya matendo ya huruma katika kuhakikisha wanarudisha kwa jamii Wamefika katika nyumba mbili tofauti na kutoa msaada, ambapo nyumba ya kwanza wametoa msaada wa kiti cha wanasema kiti mwendo kwa niaba ya mtoto mwenye shida ya uti wa mgongo ambaye hawezi kutembea kabisa na alikuwa tu akilala, kwa maana kiti hichi kitakwenda kumsaidia kufanya movement za kutoka nyumbani kwenda shule walau kupata elimu. Mara baada ya kukabidhiwa kwa viti hivyo, mama wa mtoto ambaye ana shida ya uti wa mgongo amezungumza pamoja na baba mzazi. Eh, kushukuru kwa Mtwara DC Dadaz kwa kile ambacho wamekitoa, huku wakitoa wito kwa jamii kuendelea kutoa kwa niaba ya kusaidia jamii. Kwa jina letu Asha Isa Imedi, mama wa Yazidu Musa. Nashukuru sana, asanteni kwa msaada wenu. Mungu amzidishieni mupate riziki ili muzidi kunisaidia. Hichi nilichopewa itakuwa msaada mkubwa sana kwa sababu yeye mwenyewe anatamani ende shule, na hata hapa nyumbani kuwa anamfundisha kusoma anajua kidogo. Kwa hiyo ikiwezekana, mwezi wa kwanza atenda shule. Vitu vingine kama vile sabuni, lishe, sukari, maharage na unga na, na shukuru vitaisukuma kwa hiyo Mungu awazidishie riziki, wazidi kupata wasiishie hapa wazidi kuendelea kupata zaidi. Hapa ushirikiano baina ya mwanao na watoto wenzie, ushirikiano wao ni mzuri, wanakuja wanacheza naye wanaongea naye na yeye mwenyewe anafurahi. Ndio hivyo. Musa Omari Saidi almaarufu Mtego, nashukuru kwamba mlichotendea kwa kijana wetu kwa sababu sababu hapa atapungua, sababu anakuwa analala tu chini. Kwa hiyo hapa atapungua kutoka kulala chini, tutakuwa tunamweka hapa. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo walichokitenda. Mimi nawapongeza sana, waendelee tu hivyo kwa support watu wengine kadhalika. Wamefika katika nyumba nyingine ambapo wametoa msaada wa blenda pamoja na mahitaji mengine ikiwemo unga wa lishe kwa niaba ya mtoto Alkamu ambaye ana changamoto ya kuwa na kichwa kikubwa na ukimwangalia mtoto huyu ana umri wa miaka kumi lakini kwa mwonekano ni kama ana miaka miwili au mitatu. Kwa maana amefika hapa na kufanya na kutoa msaada huo kwa niaba ya kuwawezesha walau eh, kufika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. na nalangu wasanati ya Amisi, mkazi wa Msanga Mkuu, ni, ni mama mtoto Alkam ambaye ana changamoto ya kichwa kikubwa. Nashukuru kwa msaada niliopokea, lakini bado nahitaji msaada, kwa sababu mtoto wangu bado hajarudi aja, aja ajakaa sawa, anatakiwa arudi tena hospitali ko, oh, gharama sizimudu, gharama zake ni kubwa, natakiwa kama milioni mbili mtoto apate matibabu kwao. Naomba yote mwenye kuguswa na hili Naomba msaada anisaidie, mtoto arudi hospitali. Namba simu yangu 6885959. Naye mwenyekiti wa kijiji cha Msanga Mkuu amepata fursa ya kushukuru kwa niaba ya wote waliopewa msaada huo na nashukuru kikundi cha Dadaz kutoka halmashauri kwa kuja kuwasaidia wananchi wangu, na hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza nilizungumza na mtendaji, akaambia nitaleta kikundi changu cha Dadaz. Kwa hiyo leo amethibitisha na kweli wamekuja. Kwa hiyo nashukuru, wamewasaidia ambapo kwa siku kadhaa vitawasaidia na vitawatoa hapa, hasa kwa kwanza tulikwenda mpata kiti ambacho naamini kitakuwa ku, siku nyingi, na hapa pamepatikana blender ambayo nayo na itadumu kwa siku nyingi, na hivyo vingine vitawasukuma kwa siku mbili tatu, na washukuru na naombea dua kwa Mwenyezi Mungu awajalie wazidi kuwasaidia wengine na wengine, na Mungu awazidi kuwapa baraka zaidi. Asanteni. Dada mkubwa wa kikundi cha Mtwara DC Dadaz anapata fursa ya kuzungumza kwa niaba ya kikundi hicho na hapa anasema kwa majina anaitwa Belinda Mhina, ni dada mkubwa wa kikundi cha Mtwara DC Dadaz. Tunashukuru siku ya leo, tumekuja kutembea katika kata yetu ya Msangamkuu iliyoko kwenye halmashauri yetu na kuja kutoa msaada kwa ajili ya watoto wetu wawili ambao wanapatikana Msangamkuu ambapo mtoto wa kwanza Yazidu tulimempatia kiti lakini pia mtoto wetu Akram naye tumempatia brenda, lakini pia tumewapatia sabuni, sukari, unga wa lishe, unga wa kawaida ambavyo tuna imani kwa muda huu vitawasaidia na kwa muda wa baadaye, kwa sababu kwa changamoto ya Yazid, tuna tamani yaende shule ila changamoto yake kubwa ilikuwa ni kufika shule na kuweza kutembea kwa sababu yeye ana changamoto ya uti wa mgongo, kwa hiyo hana uwezo wa kukaa. Kwa hiyo kile kiti ni special na kina mkanda wa kumfunga ambao anaweza akakaa na akasukumwa akafika shule na wenzio wakaweza kumrudisha. Lakini kwa changamoto ya Akram, yeye ni mtoto ambaye ana changamoto ya kichwa kikubwa, vile vichwa ambavyo vinajaa maji. Kwa hiyo changamoto yake kubwa ilikuwa ni kuweza kula chakula. Changamoto nyingine ni kuweza kupata matibabu ambapo ni gharama kubwa ambazo za kwenda Mwimbili na kurudi ndo zimesababisha amekaa nyumbani muda mrefu. Ni mtoto wa miaka kumi lakini ukimwangalia anafanana na mtoto wa miaka minne mpaka mitano. Kwa hiyo hicho ndo ambacho kimetugusa Dadaz Mtwara DC, tukasema kwa kidogo ambacho Mungu ametujalia wa kama watumishi kama dada tunaomba tukashiriki mwaka huu pamoja na watoto wa Msanga Mkuu hawa wenye changamoto. Tunafahamu wenye changamoto ni wengi, lakini kadri Mungu atakavyotujalia tutafika kwa kila ambaye atajaliwa, lakini kila ambaye kwenye kata zote ambazo kadri Mungu atakavyotupa uhai. Asante. Tulikuwa tuna maombi kwa taasisi, lakini pia kwa watumishi wenzetu, kadri Mungu alichokujalia kuna wengine hawana kabisa, lakini ukisema kwa mwaka, hata kama unaweka kidogo ukasema ukamjalie mtu mmoja yeye kwake akisema asante ni baraka nyingi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba watumishi wenzetu, lakini pia hata wa taasisi na watu binafsi atakayeguswa. Kwenye kata zetu hizi kuna watoto wenye changamoto kubwa sana, sio tu mpaka ukute kwenye vituo vya watoto hapana, ila kwenye jamii zetu, ukifika kwenye ofisi husika, wenye viti, watendaji wanaweza kukuonyesha kwamba familia fulani ina changamoto. Kwa hiyo nawaomba, watakachojaliwa tutoe sadaka ili tuweze kupata baraka. Kufikia hapa sisi hatuna la ziada bali ni kukutaka wewe kama una chochote basi uweze kujumuika na Mtwara DC Dadaz katika kuhakikisha e, mnasaidia jamii kupata msaada wa hali na mali ili kutatua changamoto ambazo zinawakabili e, wananchi mbalimbali. Langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media, nikusihi kusubscribe, like share na kucomment YouTube channel yetu lakini pia tufuate kunako mtandao wa Facebook, TikTok pamoja na Instagram @chivihimedia huko utapata, utaweza kupata habari zetu nyingi.